kila mtu alioko kwenye wizara nyingine ikiwemo wizara ya fedha watatamani kuhamia wizara ya habari, michezo na tamaduni. Tunakwenda kubadilisha mpaka namna ya kuvaa. Ukiwa unafanya kazi kwenye wizara hii, unavaa vibaya nje ya geti? Kwa sababu watu wote wenye hela wako wizara nini? E, matajiri wote wako kwenye hii wizara, maselebrity wote nchi duniani wako wapi? Watu wanaotumia magari eh, kama ni Bugatti, Porsche Cayenne ji wako wapi? watu wanavaa saa za maana wako huko. Sasa wewe unaowakilisha kwenye nchi ukitembea kinyonge nyonge, manake mlango huu utakuwa mgumu kidogo kuingia. Kwa hiyo naomba, kuanzia kwenye muonekano lazima tuhakikishe tunaiwakilisha wizara yetu kikamilifu. Na natamani watumishi wote mlioko hapa na ambao hawako hapa watembee kifua mbele ya kwamba wizara yao ni namba moja kwa kila kitu. Tofauti ya Profesa Kabudi na mimi ni spidi. Hekima zake zilikuwa zinamfanya anaitazama jambo na kulikolo miaka sabini nyuma, wakati anatafuta memori, hivi mwaka sitini hivi ilikuwaje jambo hili? hivi mwaka sabini ilikuwaje? hivi mwaka themanini ilikuwaje? mimi huo mda wa kutafuta rekodi sina. Naomba watendaji wa wizara, kila mtu kwanza ukae kwenye kiti chako wene na ufunge mkanda wako vizuri. Hili ndilo ambalo limechangia kunifikisha hapa. Tabia yangu inajulikana, eza wanaweza kukujuza watu kwa matakwa wanaotaka, lakini kwangu mimi tabia yangu mimi sio unafiki. Sina tabia ya kukuchekea wakati moyoni imekununia, sina tabia ya kuhununia wakati moyo na kuchekea. Furaha yangu utaiona, na hasira yangu utaiona. Ninawaomba watendaji wote katika idara zote na taasisi zote, kila mtu akae kwenye kiti chake na aenee. Lakini pia tunatamani sana ya kwamba maandalizi yetu ya AFCON yaanze sasa. Mheshimiwa Waziri amesema tunayo tume ya tuna kamati lakini pia kwenye wizara tutakaa na sisi tuanzishe angalau Samia pre AFCON, tuanzishe mashindano ya pre AFCON yatakayoendeshwa kwenye sekondari zetu zote, na maelekezo ya mheshimiwa rais, tushirikiane na TAMISEMI kwa tutapanga, tuwe na mashindano ya AFCON pre AFCON ambayo yataanza kutoa dira na mwelekeo, ili mwakani tutapokuja kupokea wageni, taifa zima lipo na timu yao na timu yao ikienda kufanya vizuri huku, tukipalilia ndoto za vijana. Lakini tumefuatilia pia, tumegundua ya kwamba kwenye sekta ya walimu wetu wanaosomea walimu wakipangwa kwenye shule hasa shule za msingi na sekondari, wengi wao hawapati nafasi ya ya kujifunza mambo ya michezo, na wanafika hatua wanakosa sifa za kufundisha michezo. Tungetamani pia na hili, profesa Kabudi, tutakuwa wote kabisa, tutaiandaa pepa tuipeleke kabineti tushawishi baraza la mawaziri lilizia kwamba sasa walimu wa shule za msingi na sekondari wanapokuwa kwenye vio vyao kule, wanaopenda mpira wanajifunza, wanatoka kama professional, ili wakienda kwenye mashule watutengenezee kizazi ambacho kimelelewa na mtu anayejua taaluma, na ile certificate atakayoipata itawapa nafasi ya kuqualify kufanya daraja jingine la kafu ili pia na shirikisho la mpira pamoja na kafu wa watambue kama wataalamu wa michezo katika namna ya kukuza michezo. Niendelee kukuomba profesa, kuondoka kwako kwenye wizara hii umebadilisha tu majukumu sasa. Wewe ni waziri mlezi wa wizara ya Habari, sanaa na Utamaduni, utaendelea kutulea, na tulichofurahi zaidi, umeenda Ikulu, maana yake umeenda sehemu ambayo sisi mambo yetu anapaswa kwenda. Kwa hiyo nakuomba ukawe balozi mwema wa wizara ya habari utamaduni, ukafuatilie yale mambo ambayo mlikaa mkakubaliana yafanyike, ili tunapoyaleta mambo yetu, aidha kupitia kwa katibu mkuu, kwenda kwa katibu mkuu kiongozi au kupitia kwa waziri wetu mkuu, Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba, basi we unagonga muhuri tu ya kwamba haya ndivyo tulitamani yawe. Na mimi nikuhakikishia Prof, nimekuambia tukiwa wawili naomba nikwambie mbele ya Watanzania kupitia mkutano wetu wa makabidhiano, hakuna hata jambo moja uliolihangaikia ulioliwazia, likakaa kwenye maandishi likapita na kwenye vikao litakaloachwa. Kila ulichotamani kukiona kitakwenda kutokea na sisi tutahakikisha kwamba tunasimamia. Mimi ni muumini wa kutokuamini aliyetoka ofisini. Wewe ndio na akili kuliko yeye nimepata bahati ya kuwa chini ya mzee wangu Meck Sadiki. Nikiwa mkuu wa wilaya wa Kinondoni mwaka 2015 yeye akiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Aliponiachia ofisi yale yote aliyoyaacha yalitimia, na hata leo huko aliko Mwanza anafurahi ya kwamba mdogo wake anaendelea vyema, kwa sababu ya kutambua ni nafasi ya kutoa mchango, na wakati ukirafika atakuja mtu mwingine, lakini yale ulioyatolea mchango ni muhimu yakaendelezwa. Nimepata nafasi ya kuwa mwenezi kwa dada yangu Sofia Mgema, na yeye ana furaha huko aliko ya kwamba yale aliyopanga kama mwenezi yaliendelea. Nimepata nafasi pia ya kuwa mkuu wa mkoa wa Arusha kwa kaka yangu Mongera, yale yote aliyotamani yaliendelea kufanywa kazi. Na kote huko nimeweka alama ya kutokubeza watangulizi wako, kulinda na kuendeleza kazi alizozifanya, ili kwa pamoja tuwe na historia njema kama taifa ya kuwa na mwendelezo wa watumishi wanaopita kwenye nafasi mbalimbali.